Wakina mama na waiteni, wakina mama ambao wana watoto wenye matege, sawa. Kuna sababu ambazo hupelekea mtoto kuzaliwa aliyakuwa ana matege. Sababu ya kwanza tunasema ni upungufu wa madini ya vitamini D, hiyo ni sababu ya kwanza na na sababu ya pili ni upungufu wa madini ya Calcium na phosphorus. Hii hupelekea mifupa kutojengwa vizuri. Na sababu ya tatu ni ile hali ya mtoto kutaka kutembea mharaka sana, utakuta hata mifupa yenyewe haijakomaa vizuri, kwa hiyo inabidi mzazi awe makini na muda mzuri kwa mtoto Sababu ya nne tunasema ni, ni ile hali ya magonjwa ya kulisi, yani tunaitwa ni genetics, unakuta labda ukoo fulani au familia fulani ina changamoto hiyo hiyo, inakuta ni rahisi kwa mtoto kuzaliwa ana matege. Na sababu ya tano ni ile Blount disease, yani ni magonjwa ya mifupa yani tunasema na ni bones disorder. Hapa utakuta mtoto tayari amezaliwa na changamoto hiyo. Na sababu ya sita ni uzito mkubwa kupita kiasi kiasi tunasema obesity. Unakuta mguu wa mtoto hauwezi kuhimili bode lililo juu, kwa hiyo upelekea mtoto miguu kufanyaje? Kujikunja. Ila sasa kuna suluhisho ambalo lipo, na uwe makini kunisikiliza. Mpe mtoto madini ya vitamini D. hapa jitahidi kwanza, mtoto angalau unamtoa nje kuanzia kwenye jua lile la asubuhi, kuanzia saa mbili saa nne na kuendelea na kuanzia saa mbili hadi saa nne ni muda mzuri ambao mtoto akikaa nje ule mwanga unakuwa una madini ya vitamin D. Ila apiri, venye, ya pili mpe vyakula vyenye calcium ya kutosha, kama, kama vile mayai, mtindi, dagaa mboga za majani mpatie kwa wingi, hii itamsaidia mwanao. Ila kitu kingine, usimlazimishe mtoto kutembea, subiri wakati wake. Yani hapo inabidi ucheze namda, mtoto anaanza kutembea akiwa namda gani, kuwa makini. Kitu kingine, akikisha unafanya uchunguzi hospitalini mapema baada ya kuona mabadiliko fulani ambayo unaona kabisa, mbona mwanangu hii miguu imekaa hivi? Hilo ni tatizo. Ila kitu kingine, jitahidi kabisa kufatilia ukuaji wa mtoto wako, la sivyo itakuwa ni shida. Ila kama tayari wewe una mtoto ana changamoto hiyo, ninalo suluhisho ambalo litamsaidia mwanao kupata vitu vyote kwa wakati mmoja, madini yote vitamini zote, na tiba ya kwenda kumsaidia mwanao kurudi kama inavyotakiwa. Hivyo basi, ni jukumu lako wewe mzazi kunitafuta na kama unahitaji ushauri, unahitaji kuingia kwenye group langu ili ujifunze zaidi, ambaye ni channel, nitafute niambie, niunge nami nitaku namba yangu iko WhatsApp.